Bolivia, kwa msaada wa Colombia, inapambana kutokomeza unyanyapaa wa mmea huu ambao ni ishara ya tamaduni za asili kwa karne nyingi. Mtindo wa Bolivia, mfumo pekee unaokubalika duniani, unaweza kuwa ishara ya kimataifa. Tunakupeleka hadi katika mji wa Villa Fatima, huko La Paz, kunakopatikana soko kubwa zaidi linalokubalika la mmea wa coca nchini humo. Jos Lipasilo ni mzalishaji wa majani ya coca kutoka jimbo la Nor Yungas. Mjena, Desde, desde ni shirika la Adepokoka, muungano wa taasisi za wazalishaji wa mmea wa koka ambalo linawakilisha wazalishaji katika e, eneo la Yungas nalopatikana kaskazini mashariki mwa La Paz inalojulikana kutokana na hali ya hewa yenye unyevunyevu na ukungu usiobadilika, mvua za mapema zinazosababisha mimea mikubwa kwa wingi. Rudy Parks ni katibu mkuu wa Adepkoka. Tangu zama za kale, naweza kusema hata kabla ya ujio wa Yesu Kristo, mmea wa koka ulikuwa unalimwa hapa Yungas ya La Paz. Hata leo hali hii inaendelea. Katika Yunga ya La Paz tunaendeleza utamaduni huu wa kilimo cha kokaa. Daima tutaendelea kuishi kutokana na jani la koka, na baba zetu bado wanaendelea kulima Nchini Bolivia, majani ya koka daima yamekuwa sehemu ya mila na tamaduni, na ndiyo nchi pekee ambapo uzalishaji kwa kiasi kikubwa ni halali. Froilan Mejia ni katibu mkuu wa Adepcoka. Jani hili dogo linathaminiwa sana, lakini wakati mwingine huwa linachafuliwa kwa sababu nyingine, labda kwa sababu watu hawajui sana umuhimu wa koka. Katika hali yake ya asili, inatumika kutengeneza aina ya dawa ya kudungwa, lakini pia bidhaa zingine kama vile aina ya mvinyo wa koka, unga wa koka, soda ya koka, keki ya koka na nyingine nyingi. Natumai kuwa serikali hii mpya itaweza kutuunga mkono No, no, na kuwahimiza wazalishaji kutengeneza bidhaa wenyewe ili iweze kusafirishwa na kuuzwa sio tu hapa Bolivia bali hata kimataifa. Jani la koka limekuwa sehemu muhimu ya taifa la Bolivia kwa karne nyingi. Inatafunwa, hutumiwa katika mila na tamaduni ya mababu na sasa ni sehemu ya tasnia nzima ya bidhaa kama vile chai.